Ndio basi la Young Princess ah, ambao wanatoka hapa katika ah, viunga vya dimba la KMC Complex muda huu wakielekea kambini kwao, huku wakiwa na furaha kubwa kabisa baada ya kuibuka na ushindi wa goli moja kwa sifuri kwenye dabi ya wanawake iliyomalizika muda mfupi uliopita. Goli pekee lilofungwa na Young Africans limefungwa kipindi cha pili, dakika za mwanzo kabisa na hao ndio Young Princess hao wanaondoka. Nikukumbushe kuwa hii ndio mara ya kwanza kwa Young Princess kuweza kuwafunga Simba Queens katika mechi ya ligi kuu ya wanawake, lakini katika... msemaji wa Truth Media. Na hao sasa wanaoondoka hapa ni basi la klabu ya, ya soka ya Simba Queens, ambapo wanaondoka katika dima hili la like KMC Complex muda huu baada ya kufungwa uh, goli moja kwa sifuri uh, dhidi uh, katika mchezo wa dabi walikuwa wanacheza na watani zao Young Princess uh, nikumbushe kuwa Simba Queens mpaka sasa hivi ndio wanaongoza ligi kuu ya wanawake wakiwa na alama zao 34 huku wakiwa wamecheza michezo kumi na tatu, wakifuatiwa na JKT Queens ambao wana alama 32 wakiwa wamecheza michezo 12. Nao watatu ni Yanga Princess ambao wao wana alama 23 baada ya kuibuka na ushindi katika adabi ya leo.